Kuwashukuru kwa, kwa mahudhurio yenu, kwa sababu hii inatosha, wala haikuwa tena na sababu ya mimi kuzungumza. Inatosha kupeleka salamu. Kupeleka salamu kwamba tuko tayari. Mimi niwaulize, ndugu zangu, niwaulize kwamba sote tumekusanyika hapa umati huu tuliokusanyika hapa, waliokaa kule hawawaoni wengine. Ukisimama hapa ndio unawaona. Lilotuleta kitu gani? Kudai haki yetu, haki ya nchi yetu. Sasa kuna jeuri gani anayetuambia kwamba hatupati haki ya nchi yetu? anayeweza atatuambia kwamba hatupati haki yetu, halafu na sisi wenyewe tukakubali? Mnamuona kwamba kuna jeuri wa namna hiyo? Sasa wako watu ambao wamejipa utawala, wamejipa madaraka, wamewekwa, wamepandwa na kiburi kwamba sote sisi eti hatuna maana sote sisi kwake si lolote, si chochote. Kwake anachosema ni yeye na kikundi chake na jamhuri yake ya walaji, wabakie iwe itakavyokuwa. Mtakubali, mtakubali hilo. Manake hawa watu wa ajabu sana kwamba wewe mtawala wewe unawaongoza watu hawa, kama unawaongoza kweli, lakini unalowaambia kwamba wamekuja wanataka haki yao, na wewe ndio mchungaji wa haki yao, na bado unawafanyia vituko unawafanyia vitimbi na unawapa vitisho kwa jeuri, kwa, kwa kiburi kabisa kwamba hatutowapa haki yenu. Jamani tuko tayari kwa hilo? Hatuko tayari. Sasa ndugu zangu mimi kubwa naomba niwakumbushe. La kwanza. Niwakumbushe kwamba kwa sababu tukikumbuka hii safari yetu ndo itakuwa rahisi sana. Kwa sababu ushindi unaanza na imani. Ushindi unaanza na nini? Na imani. Na watu wa Mtambwe tuna zima tuna dhamana kubwa sana ya kuchunga imani hiyo, ya kuchunga harakati hizi, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwapa heshima, Mwenyezi Mungu aliwapa nuru ya kwamba nyinyi hapa mtoe mwana muasisi kiongozi mwalimu alama nyota ya harakati hizi nyota ya mageuzi haya. Nataka nini tena? Kwa maana hiyo nyote ni warisi wa hili. Ukimuona leo mwana wa Mtambwe kwenye hili eti kageuka kaenda upande mwingine Jamani, siku hizi kucheki DNA rahisi. Mwenenu huyo, kamtendeni, mkamtazame, mwende, mwende, mwende mkafanye nini? Mkamtazame. Waswahili wanasema ikipotea asili tazama dalili na amali, au vipi? Ikipotea asili tazama nini? Dalili na amali. We mtizame, tumbona huyu hivi mbona mambo yake hivi? Kwa sababu sote tunachokitafuta, walichotafuta wazee wetu wakiongozwa na mzee wetu almarhum Maalim Seif, walitafuta haki ya nchi hii, walitafuta haki za watu wa nchi hii. Nchi hii na haki zake haizipati, ndio iliyozututia leo. Tumedamirika kama nchi, tumekuwa ombaomba, tumekuwa masikini kama kuna watu ambao wanasaidiwa sana, wanatujua. Kama kuna masikini Zanzibar, basi ni nchi hii bila sababu. Lakini wazee hawa walichokuwa wakitafuta ni haki zenu kama wananchi. Mimi nimetembea, wamesema hapa, kasema naibu katibu mkuu kwamba katika harakati hizi za kampeni Tumetembea Unguja tumea, na Pemba, tumekutana tume na wananchi mbalimbali mbali. Kila tulipokwenda malalamiko ni dhulma.